Ay, ya, eh, Asalamu alaykum <laughs> uko salama, hebu niambie niambie, <coughs> wali wa kidigo wapikwaje? <coughs> hmm, wali wa kidigo aigo mapikaje? ai wadigo mapikaje nazi ngapi? Tegemea na kila mchede we ukipika we, kama wewe kama kilo moja, nazi ngapi? Watia nazi mbili za kolea, kweli kweli. uh -huh. eh? Jisamaki wapikaji? uh -huh. hmm? uh -huh. Jisamaki la mchuzi ile, zile nazo tia nazi ngapi? Jisamaki la mchuzile la kukaanga wala kuchemsha <tuk mili> la mchuzi tu la, la, la kuunga mchuzi la Amake. la kukaanga, la kukaanga la, la la, utie kwenye mchuzi napikwaje hilo sasa? kama nazi utie nazi